Kila aina so ya wimbo wataimba mashabiki wa Young Africans, kila aina ya furaha wanayo mashabiki. Kwa wananchi amekuja katika ligi kuu ya NBC akitokea Asec na alikuwa MVP kabla ya kuja katika ardhi ya Tanzania, na huenda mashabiki wa Young Africans wakichungulia, wanaona pengine anataka kwenye competition ya MVP, yeah, wa Tanzania

Ogabuya anaenda ah, ah, kuvaa medali ile ya ubingwa wa champion. Clement Zize anaingata medali la kupata picha moja maridhawa sana. Goli lake la kwanza katika mchezo, katika dabi ya shule ya kwao, moja kati ya history making match aliyocheza na msimu huu, mabao 13, mchango wa moja kwa moja, assist tano, moja kati ya top striker ambao wapo kwenye kikosi cha Yanga. Jonathan Kangalomo amekuwa na na na na wa wa wa kuingilia ya Young Africans, anaingia Yanga na anakwenda kuvaa medali na kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya NBC, na baada ya nyingine anakwenda kulipigania kombe la shirikisho wa CRDB Bank. What a season kwa Young Africans.

walizokuwa wanajiwekea wenyewe michezo ishirini na saba wameshinda, sare mchezo mmoja, wamepoteza michezo miwili, tofauti ya alama nne tofauti na moja, ambayo wameshinda michezo ishirini na tano sare mara tatu michezo miwili na yote wamefungwa, dhidi ya mtani wao wa jadi ya Africans, wamefungwa mabao sitini na tisa na wameruhusu mabao

kwa sasa, sasa huna pa kumshikia cha kufurahisha, yeye yeye yuko yuko na na na kuliko kukabidhiwa walimu kombe, makamu wa rais wa TFF pamoja na Theo Baldi, mkurugenzi mtendaji, ndio ambaye amelishika kombe lile Na kwt n ishik ya captain wa makombe Bakari Nondo Mwamnyeto, kijana kutokea majengo Tanga, mlinzi wa kati wa zamani na nahodha wa zamani wa mangushi wagoskaya kosta. Heshima kwanza na lilo mbele, ni lazima atoe shukurani kwa Muumba kwa kuweka ile sijida ya shukurani. Bakari Nondo Mwamnyeto na sasa nakwenda kulichukua kwa mkono wake wa kulia ameshafanya sana hivi na kwa mara nyingine anakwenda kufanya mbele ya mashabiki wa Young Africans waliokusanyika kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwanza mshukuru mungusta tofauti wanapiga dua gea pamojashughuli n toka mwaka jana, wameitimisha salama. Anashukuriwa Mungu ani ilikuasisa ai nyepesi na kumshukuru Mungu kama ambavyo Young Africans wakiongozwa na rais wao Engineer Ali Said na Bakari Nondo mamyeto alinyenyua kombe la ligi kuu ya NBC kuthibitishe kwamba wananchi Yanga ni mabingwa wa ligi kuu ya